Tumsifu Yesu Kristu. Karibu sana katika Rosari Takatifu siku ya leo, siku ya Jumamosi, matendo ya furaha. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mili na uzima wa milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyoyasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mungu Baba atuongezee imani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Mungu Mwana atuzidishie matumaini. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu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 Rozali Takatifu. Matendo ya Furaha. Tendo la kwanza: malaika anampasha habari Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu. Malaika akamwambia, Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema, na jina lake utamwita Yesu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Injili ya Luka, sura ya kwanza, aya ya 30 mpaka ya 31 na ya 38. E Bwana, utujalie imani kukubali mapenzi yako daima bila kusitasita. Tunawaombea pia wale wote ambao hawakujui lakini wanakutafuta kwa moyo mnyofu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama <coughs> tunavyoasamee na soliyo tukosea, ustutie katika kishawishi, lakini utopee maovuni amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe umebalikiwa kuliko wanawake wote. na Yesu mzaa tumbo lako Maria mtakatifu mama wa Mungu, wakosefu sasa na wamebalikiwaoaefusasana kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wa kosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wa kosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuwasifu milele Yesu, Yesu, Maria na Yosefu. Hey Yesu mwema utusamee dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanahitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristu iziokoe roho zinazoteseka tolani, izijalie nuru ya uzima wa milele amina. Rozali Takatifu, Matendo ya Furaha, tendo la pili: Bikira Maria anakwenda kumtembelea Elizabeti. Basi Mariamu akaondoka siku hizo akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Injili ya Luka, sura ya kwanza, aya ya 39 mpaka ya 41. Ee Bwana, ijaze mioyo yetu furaha na shukrani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 Salamu Maria umejaa neema Bwana eunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa Maria, mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa, umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unao, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. E hey, Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu utukinge na moto wa milele. Ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo iziokelo zinazoteseka toharani, isijalie nuru ya uzima wa milele. Amina. Rozali Takatifu, Matendo ya Furaha. Tendo la tatu: Yesu anazaliwa Bethlehem. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe ikifungwa mimba akamvika nguo za kitoto akamlaza katika holi ya ng'ombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Injili ya Luka sura ya pili aya ya sita hadi ya saba. E Bwana, amani yako na ibaki mioyoni mwetu daima, tunapojaribu kupendeza na kuishi kwa ajili ya utukufu wako. Tunaiombea nchi yetu, wote wenye madaraka na watumishi wa umma, ili waweze kufanya kazi kwa amani na haki na kwa manufaa ya wote.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 Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amen. Salamu Maria, umejaa neema, na unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amen. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina salamu Maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina salamu Maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Ee Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristu iziyo kweli, roho zinazoteseka tolani isijalie nuru ya uzima wa milele, amina. Rosari Takatifu, Matendo ya Furaha, tendo la nne. Yesu anatolewa hekaluni. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao kama ilivyo Torati ya Musa walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungwa mimba na mamaye ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana. Injili ya Luka sura ya pili aya ya 22 mpaka ya 23. Ee Bwana, utusaidie tuyatolee maisha yetu yote kwako, mwili na roho, kazi na mapumziko, furaha na uchungu Tunawaombea pia mapadri wetu ili kwa njia ya sala zao, mahubiri na njia ya maisha waweze kutuongoza kwako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo asamehe nasi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni, amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana unawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana unawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana unawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amin Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amin Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako. Umebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako. Umebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuasifu milele Yesu Maria na Yosefu. Ee Yesu mwema, utusamee dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo iziokoe roho zinazoteseka toharani, isijalie nuru ya uzima wa milele amina. Rozali Takatifu, matendo ya furaha, tendo la tano: Maria na Yusufu wanamkuta Yesu hekaluni na walipomwona walishangaa, na mama yake ya akamwambia, mwanangu, mbona kututenda hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Injili ya Luka sura ya pili, aya 48 mpaka 49. e Bwana, tufundishe kuheshimiana na kuchukuliana kwa upendo, kwa sababu unaishi ndani yetu. Tunaziombea familia zetu na familia zote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 Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzawa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzawa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu <coughs> mzaa wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombeeso wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombeeso wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzawa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana unawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzawa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Wasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. E hey, Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristu iziokoye roho zinazoteseka toharani, isijalie yes, nuru ya uzima wa milele, amina. Litania ya Bikira Maria. Bwana Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Kristu utuhurumie, Kristu utuhurumie Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utusikie, Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu utuhurumie. Roho Mtakatifu, Mungu utuhurumie. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, utuhurumie. Maria Mtakatifu, utuombe. Mzazi Mtakatifu wa Mungu, utuombe. Bikira Mtakatifu mkuu wa mabikira, utuombe Mungu, mama wa Kristo tuombe. Mama wa neema ya Mungu tuombe. Mama mtakatifu sana tuombe. Mama wa matumaini tuombe. Mama mwenye moyo safi tuombe. Mama mwenye ubikira tuombe. Mama wa usiye na dhambi tuombe. Mama wa mpendelevu tuombe. Mama wa mstaajabivu tuombe. Mama wa shauri jema tuombe. Mama wa muumba tuombe. Mama wa mkombozi, tuombe. Mama wa kanisa, tuombe. Mama wa huruma, tuombe. Bikira mwenye utaratibu, tuombe. Bikira mwenye heshima, tuombe. Bikira mwenye sifa, tuombe. Bikira mwenye enzi, tuombe. Bikira mwenye huruma, tuombe. Bikira mwaminifu, tuombe. Kioo cha haki, tuombe. Kikao cha hekima, utuombee. Sababu ya furaha yetu, utuombee. Chombo cha neema, utuombee. Chombo cha heshima, utuombee. Chombo bora cha ibada, utuombee. Waridi lenye fumbo, utuombee. Mnara wa Daudi, utuombee. Mnara wa pembe, utuombee. Nyumba ya dhahabu, utuombee. Sanduku la agano, utuombee mlango wa mbingu, utuombee. Nyota ya asubuhi, utuombee. Afya ya wagonjwa, utuombee. Kimbilio la wakosefu, utuombee. Faraja ya wa wahamiaji, utuombee. Mfariji wa wenye uchungu, utuombee. Msaada wa Wakristo, utuombee. Malkia wa malaika, utuombee. Malkia wa mababu, utuombee. Malkia wa manabii Tuombe. Malkia wa mitume utuombe. Malkia wa mashahidi utuombe. Malkia wa ungama utuombe. Malkia wa mabikira utuombe. Malkia wa watakatifu wote utuombe. Malkia, malkia ulioumbwa pasipo dhambi ya asili utuombe. Malkia uliopalizwa mbinguni utuombe. Malkia wa rozali takatifu utuombe. Malkia wa familia utuombe. Malkia wa amani tuombee. Mwana kondoo wa Mungu uondoae dhambi za ulimwengu utusamehe, e Bwana. Mwana kondoo wa Mungu uondoae dhambi za ulimwengu utusikilize, e Bwana. Mwana kondoo wa Mungu uondoae dhambi za ulimwengu utuhurumie. Utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu, tujaliwe ahadi za Kristo. Tuombe. e Bwana Mungu, twakuomba utujalie sisi watumishi wako afya ya roho na mwili siku zote na kwa maombezi matukufu ya Maria mtakatifu bikira daima tuopolewe na mashaka ya sasa tupate na furaha ya milele kwa Kristo Bwana wetu amina kumbuka kumbuka ye bikira Maria mpole sana haijasikika bado hata mara moja kwamba ulimwacha mtu aliyekimbilia ulinzi wako aliyeomba msaada na maombezi yako kwa matumaini hayo na kukimbilia wewe e mama bikira wa mabikira ninakuja kwako na simama mbele yako nikilalamika mimi mkosefu. E mama wa neno la Mungu, usikataye maneno yangu, bali upende kuyasikia na kuyasikiliza. Amina. Salamu malkia, mama mwenye huruma, uzima, tulizo na matumaini yetu, salamu. Tunakusi ugenini hapa sisi wana wa Eva, tunakulilia, tukilalamika na kuhuzunika bondeni huko kwenye machozi haya. Basi mwombezi wetu, utuangalie kwa macho yako yenye huruma na mwisho wa ugeni huu utuoneshe Yesu, mzao mbarikiwa wa tumbo lako. Empole, emwema, empendelevu bikira Maria. Amina. atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu usinyume tukiomba, katika shida zetu, tuopose zote, kila tuingia hapo hatarini, ewe Bikila mtukufu na mwenye baraka, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristu milele, amina. Na shukuru kwa wale ambao umefanikiwa kusali mpaka mwisho, na nakutakia kila lililo jema, na leo mtandao umekuwa vizuri mpaka mwisho. Kesho tutaendelea vizuri. Tukijaliwa tumsifu Yesu Kristo.